Michael alimcheka sana. Alex alimwambia Linda ndo mwanamke pekee watakayewezana naye. Alex alichukia sana. Sijui hata wewe ni rafiki gani ambaye hata haujali kama rafiki yako yuko katika matatizo, badala unipe pole ndo kwanza unanicheka na kumsifia huyo mwanamke. Kwanza umefuata nini ofisini kwangu? Michael alimwambia Alex, nimekuja kwa sababu B. Brown alisema anahitaji kuletewa bidhaa. Okay, aliitikia Alex. Alifunga laptop yake mara moja, akakumbuka alikuwa na mkutano na Miss Kate. Labda nimfukuze tu Linda, hana faida, ananiletea shida tangu aanze kufanya kazi hapa. Hata ratiba yangu ya leo sijui, hawezi hata kunikumbusha vitu muhimu, badala yake ananisahaulisha tu. Ninapaswa kumchunguza, alisema Alex, kisha akasimama na kwenda ofisini kwake Linda, na kitu cha kwanza alichokiona kilimshtua. Alex alifika ofisini kwa Linda akakuta Linda amelala muda wa kazi. Oh, nilisema msichana huyu hayuko tayari kufanya kazi. Anafikiri ni rahisi kufanya kazi katika kampuni ya Fun Starlet, aliwaza kumwamsha akaghaili. Kuna wazo lilimjia Alex, akatabasamu alimsogelea Linda akaanza kusokota nywele zake taratibu na kuzifanya ziwe rafu sana. Nina hakika itakuwa ngumu sana kwake kuzichana akawaza Alex, na baada ya hapo alichukua ufunguo wa gari lake na kuiacha kampuni huku akitabasamu. Alifika kwenye mgahawa ambapo yeye na Miss Kate walikubaliana kukutana. Aliingia kwenye mgahawa huo na kumuona Kate akiwa amekaa sehemu yenye ubaridi huku akibonyeza simu yake. Hi, Miss Kate, Alex alisema mara moja akiwa anaelekea sehemu aliko Kate na Kate akatabasamu. Halo Alex, unaonekana nadhifu sana kama kawaida yako, alisema Kate huku akiachia tabasamu lake la kupendeza. Unapaswa kuwa makini na usinitege, si unajua baba yangu ataniwa ikiwa nitajaribu kufanya ujinga na mshirika wake wa biashara, akasema Alex. Kate alitabasamu tu huku akimkumbatia Alex bas. Alex alimwita mhudumu ambaye walimwagiza vitu wanavyovitaka na muhudumu akaenda mara moja kuwaletea vinywaji na vyakula walivyoagiza. Huku ofisini Linda akiwa amelala, hodi ikamwamsha na akatabasamu kidogo kuona ni Bela, sekretari wa Alex. Halo Linda, alisalimia na Linda akajibu halo. Subiri, huo ni mtindo wa nywele wa aina gani? aliuliza Bela na Linda akamtazama kwa mshangao. Unamaanisha nini kusema mtindo wa nywele gani? Maana nywele zangu nimezibana tu kawaida Bella alicheka tu akamwambia. Hata hivyo nimekuja kukusalimia tu ndio nikakutana na nywele zako ambazo haziko kwenye mpangilio mzuri. Unakaaje hivyo ofisini bado Linda hakumwelewa. Mbona sikuelewi? Linda alisema kwa sababu hakuwa anaelewa Ella anasema nini. Labda uangalie nywele zako. Bie alisema Bella na kuondoka ofisini kwa Linda. Linda alichukua simu yake na kujitazama kupitia kamera na akashtuka sana. Nani amenifanya hivi? Nahisi huyu ni Alex ndo amefanya huu ujinga napa. Alex ni anataka kuuawa leo, maana nina uhakika yeye ndio kazivuruga nywele zangu. Alisimama kwa hasira na kwenda ofisini kwa Alex, lakini hakumkuta akaamua kumsubiri. Dakika 30 baadaye, Alex aliingia na alionekana kuwa na wasiwasi sana mara baada ya kumwona Linda. Nini, unafanya nini ofisini kwangu? Alisema na Linda akamwangalia kwa dharau. Sikujua kuwa wewe ni msusi, kwa hivyo mtindo uliotengeneza kwenye nywele zangu unaitwaje? Akasema Linda. Unaongea nini? Mimi nitakuwaje msusi? Umerukwa na akili wewe, alisema Alex. Kwa hiyo unasema kuwa si wewe uliyefanya hivi kwenye nywele zangu? Linda alimuuliza Alex huku akizinyosha nywele zake zilizovurugika. Hapana, sijawahi hata kufikiria kukugusa. Toka nje ya ofisi yangu Miss Linda, alisema Aleo na Linda akamtazama kwa hasira. Yani hili nimeingia hapa peke yangu, kwa hiyo nitaenda nje mwenyewe, Linda alisema na kuendelea kusimama. Huyu jamaa ananikera kila siku, ngoja nitamtafutia dawa yake, akawaza Linda. Hata hivyo, aliondoka na kumwacha Aleo ofisini kwake. Kazi ziliendelea, ikafika jioni muda wa kutoka. Siku hiyo Linda hakuwa na pesa ya nauli, hivyo akaamua kutembea kwa miguu. Mara gari lilipita, lakini likasimama mbele ya Linda na kurudi nyuma. Linda alilitambua gari hili, ni gari la Alec. Gari lilisimama pembeni yake na Alec alitoa kichwa nje akamtazama. Nini? aliuliza Linda. Utasimama tu hapo na kuendelea kunitazama au utapanda kwenye gari? alisema Alec. Hapana, Usijali, nitatembea tu, Linda alisema, akijaribu kuringa kidogo. Alidhan Alex atambembeleza na kumwambia tafadhali, ingia kwenye gari nikurudishe nyumbani, lakini badala yake akampa ishara dereva wake aendelee na safari. Kee, Linda alishangaa, kaanza kupiga kelele kabla hawajaenda mbali. Subiri, Linda alipiga kelele na gari likasimama mara moja. Nini? akauliza Alex. "Nitaingia kwenye gari," Linda alisema na kukimbilia siti ya nyuma. Alipokaa, Alex alikaa pembeni yake, kisha akamwambia dereva sehemu anakoshukia. Linda alipakiwa kwenye gari, akaketi pembeni ya Alex, aliwaelekeza anakoshukia, wakampeleka mpaka huko, walimshusha wao wakaondoka zao. Wakati Aleo na Sam wanaendelea na safari yao, Alex alimwambia Sam, yule binti ana wazimu sana Alex alisema na kumtazama Sam, huku Sam akiwa anamtazama kwenye kioo. Bwana unatabasamu alisema Sam. Unamaanisha nini kuwa na tabasamu, kwani umeniona nikitabasamu? Alex aliuliza. Ndio, ulikuwa unatabasamu mrao, msaidizi wako kakuvutia. Fatilia mambo yako, Alex alisema kwa ukali, na Sam akanyamaza mara moja. Walifika nyumbani na Sam akaegesha gari kati ya magari mengine kwenye gereji. Alec alishuka na kuliona gari jeupe ambalo lilikuwa parking na kushangaa sana. Sam, ili gari la nani? Mimi sina gari nyeupe, Sam naye alitulia. Alec alimwambia Sam, na hisi kuna mtu ndani ya nyumba yangu, aliongea kwa sauti ya wasiwasi. Ndio, nilisahau kukuambia kuwa wazazi wako walikuja mchana, alisema Sam na Alec akapumua. Oh, kumbe wanandoa hao wa zamani wamerudi Chicago. Alex aliingia ndani na kukaribishwa na kumbato la mama yake. Angalia mwanangu, mbona umekonda hivi? alisema mama yake Alex, huku akimgeuza aleo, kana kwamba alikuwa anataka kumkagua zaidi. Mama acha, ulikuwa haupo kwa miezi sita, ni lazima nibadilike, Alex akasema, huku akiwa anaelekea chumbani kwake akiwa kana kwamba anampuza mama yake. Hiyo ndiyo njia sahihi ya kumkaribisha mama yako? akasema mama yake Alex. Samahani mama, umekula na baba yuko wapi? Alex aliuliza, na mama yake akatabasamu. Ndio nimekula, na baba yako yuko kwenye chumba tulichojiwekea, alisema na Alex akaitikia kwa kichwa. Sawa, naelekea chumbani kwangu sasa, akasema Alex. Hutakula? akauliza mama yake Alex. No, im god god nikat mama, Alex alimwambia mama yake na kumshika shavu kabla ya kwenda chumbani kwake. Alec alianguka kitandani kwake na hakutaka kula wala kunywa. Hakuoga hata kubadili nguo. Asubuhi iliyofuata aliamka na kuvaa kwa ajili ya kazi. Alijiandaa na kushuka ukumbini ambapo alimkuta baba yake anasoma gazeti la habari. Habari za asubuhi, baba, alimsalimia na baba yake akamtazama. Habari za asubuhi Alex, naona unaenda kazini, akasema baba yake Alex. Ndiyo naenda, akajibu Hakikisha unakuja kula usiku wa leo, kwa sababu mama yako alisema haujakula chochote kabla ya kulala. Zaidi ya hayo, tuna mambo ya kujadili, alisema baba yake Alex, na Alex akaitikia kwa kichwa kabla ya kuondoka. Alifika ofisini dakika kumi kabla ya saa mbili na aliwahi ili Linda amkute kazini, so Linda ana dakika kumi tu za kufika kazini.

Linda tayari ameingia barabarani saa saa saba na madakika thelathini asubuhi. Alishuka kwenye teksi na kwenda moja kwa moja hadi ofisini kwake, lakini alikutana na Bella akiwa njiani. Habari za asubuhi, Linda alisalimia, na Linda akamtazama akiwa na mshangao. Ella, ni nini? Akauliza Linda. Je, huna marafiki wengine? Linda aliuliza kwa sababu haelewi ni kwa nini Ella anamganda kama mpenzi wake tangu walipokutana siku mbili zilizopita na wala hawajazoeana sana. Jambo ni kwamba sina rafiki, wewe ndiye rafiki pekee niliye naye sasa, akasema Ella. Kwa nini? akauliza Linda. Mimi ni mtu mwenye shughuli nyingi na si changamani na watu, lakini nimetokea tu kukupenda wewe, akasema Ella Aun, unanifanya nione aibu sasa. Linda alizungumza huku akijifunika uso wake na Ella akacheka jambo ambalo lilimfanya Linda naye aungana naye. Hata hivyo, samahani maana sikujua kama huna marafiki, akasema Linda. Usijali ila nitakuja ofisini kwako baadaye, alisema na Linda akaitikia kwa kichwa kisha kila mmoja akaenda kuendelea na majukumu yake. Linda aliweka pochi yake kwenye meza yake na kukimbilia ilipo kahawa. Nina uhakika huyu boss mzi yuko ofisini kwake. Sasa hii kahawa natakiwa kuiandaa vipi? Maana nilifanya kahawa ipate joto, akanifokea sana. Inaonekana hapendi iwe baridi au moto, so natakiwa kutengeneza kahawa ya uvuguvugu, akawaza Linda. Na leo lazima nimkomeshe, nitamwekea vidonge vya usingizi kwenye kahawa yake, kisha nimvuruge kama alivyonivuruga mimi nywele zangu Yani, leo ataamini mimi ni genius, nina akili kuliko yeye, alijisemea Linda, kisha akaweka dawa za usingizi kwenye kahawa ya Alex na kuikoroga huku dawa zikiyeyuka, kisha akampelekea. Habari za asubuhi bwana, Linda alisalimia. Kahawa yangu? Alex aliuliza, na Linda akampa ewa. Sasa leo umefanya kama bosi anavyopaswa kufanyiwa, akasema Alex. Ratiba yangu ya leo ipoje? Akauliza Alex. Hakuna chochote leo bwana, ila nitakujulisha kama kuna lolote litakalotokea, akasema Linda. Sawa, na usisahau kuangalia email na kuzijibu. Tumia ubongo wako wakati wa kufanya kazi, umenisikia? alisema Alex na kutabasamu, ingawa lilikuwa tabasamu la dhihaka, lakini na Linda alitabasamu pia. Wakati Linda anatoka kwenye ofisi ya Alex, alimtizama kisha akawaza, Alex, ngoja tuone mimi na wewe nani atadhihakiwa, alisema kimoyomoyo kutoka ofisini Linda alitoka nje ya ofisi na kwenda kuangalia emails ambazo huwa zinatumwa kwenye kampuni. Alimaliza kuangalia kwa takriban masaa mbili. Ndiyo inachukua muda mrefu hivi? Linda aliwaza, maana aliamini kazi ya kukagua emails ni ya dakika chache, lakini ilikuwa tofauti na alivyofikiria. Alipiga miayo kwa uchovu na kwenda ofisini kwa Alec akiwa amebeba makeup kit. Alianza kumremba Alex ambaye alikuwa tayar amelala, kutokana na kunywa kahawa yenye dawa ya usingizi. Alichukua wanja na kutengeneza nyusi zake, kisha akamremba chini ya macho kwa kutumia rangi ya bluu. Alichukua lipstick yake nyekundu na ya zambarau na kumpaka Alex rangi ya zambarau kwenye mdomo wa juu na nyekundu kwenye mdomo wa chini, alafu sehemu ya chini ya mdomo akampaka rangi nyeusi. Fikiria jinsi atakavyoonekana akiamka, Linda alijiambia. Nashukuru Mungu hakusogeza hata mkono nilipokuwa nafanya make uptoz, nilifanya kwa umakini na dawa za usingizi zimenisaidia sana. Linda akawa anajiambia. Anafanana na shetani, alisema Linda na kuanza kucheka kimya kimya.

Alex aliamka karibu saa kumi na moja jioni na akatizama saa yake, akashangaa, jioni imefikaje haraka hivyo? Ina maana nimelala masaa yote hayo? Ilikuwaje mpaka nimelala muda wote huu? Mwisho alikumbuka kuwa alikunywa kahawa, baada ya hapo hakumbuki kitu kingine chochote. Au ile kahawa ilikuwa na dawa? Akawa anajiuliza Alex, na nani anaweza kuniwekea dawa kwenye kahawa? Alex akawa anajiuliza, inaweza kuwa Linda. Hapana, asingefikia kiwango cha kunitia dawa kwenye kahawa hata kama ananichukia kiasi gani, labda nililala tu, akawaza Alex. Aliangalia wakati na akakumbuka bado ana chakula cha jioni cha kuhudhuria ambacho alitakiwa akale pamoja na wazazi wake. Alex alisimama na kutoka nje ya ofisi yake huku akiwa ameshika simu yake na kuweka kwenye sikio lake. Alikutana na Linda ambaye alikuwa anakuja ofisini kwa Alex. Bwana, umeamka? akasema Linda. Potea, Alec alisema na kuendelea kutembea huku Linda akiwa nyuma yake huku akimcheka tu. Alec hakujali kwa kuwa anamjua Linda ni chizi. Aliamini huenda uchizi wake umemkolea, ndo maana anacheka cheka ovyo. Alec aliona kitu cha ajabu alipofika mapokezi, na wafanyakazi wake wote walianza kunungunika na kunongonezana kitu wengine walikuwa wanacheka na kumwangalia zaidi usoni. Alex alishangaa, alitoa simu yake na kujitizama kwenye kamera. Asalale!